Bwana Mungu wangu, chanzo cha nguvu na mwanga wote, leo ninakuja mbele zako nikiwa na moyo mnyenyekevu na wa kweli. Katika dunia iliyojaa mashaka na majaribu, ninataka kuelekeza macho yangu kwako. Wewe ni mwamba wangu, kimbilio langu na tumaini langu la milele. Nijaze kwa Roho wako Mtakatifu ili hofu isitawale moyo wangu, wala mashaka yasipokonye amani yangu. Nifundishe kutembea kila siku katika mapenzi yako, kwa imani thabiti, amani na ujasiri unaotoka kwako. Baba wa mbinguni, nipe ujasiri wa kukabiliana na dhoruba za maisha kwa uvumilivu na tumaini. Ninapokuwa dhaifu, nikumbushe kwamba nguvu zako hukamilika katika udhaifu wangu. Mizizi ya maisha yangu iwe imekita mizizi katika upendo wako, ili nisitetemeke upepo wa majaribu unaposhamiri. Nisaidie kukumbuka kwamba uko nami, bondeni na mlimani, gizani na mwangani. Imani yangu isiegemee yale ninayoona, bali iwekwe juu ya wewe, Mungu uliye mwaminifu. Bwana Yesu, wewe uliyekwenda juu ya maji na kutuliza dhoruba, tembea nami katika njia ya maisha. Hatua zangu zinapoyumba, nishike kwa mkono wako wenye nguvu. Upweke na kukata tamaa vinaponizunguka, nena moyoni mwangu: “Usiogope, maana niko pamoja nawe.” Amani yako ihifadhi mawazo na hisia zangu, na uwepo wako uwe chanzo cha nguvu zangu siku zote za maisha yangu. Mungu mwaminifu, naweka mipango yangu, mapambano yangu, na mustakabali wangu mikononi mwako. Niongoze kwa Roho wako, ili kila ninachofanya kiletwe kwa utukufu wa jina lako. Maisha yangu yawe ushuhuda wa ujasiri, upendo, na imani hai katikati ya ulimwengu huu. Na mpaka siku nitakapokuona uso kwa uso, nisaidie kutembea kwa unyenyekevu na uthabiti pamoja nawe, katika nuru ya Ufalme wako wa milele. Kwa jina la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wangu, Amina.